Sasa tukiangalia eh, matatizo ambayo tunayapata kwa kukosa kupata swala tulilolikusudia la hadhi maalum au la uraia pacha. Kwa vile halikuzungumzwa, la kwanza matatizo ambayo tunayapata ni kwamba unapo aidha umekuja Zanzibar kutaka kuomba kitu cha msingi kabisa, aidha unataka kuomba kazi ufanye kitu, aidha unataka vitu kama hivyo, kusaidia nchini kwako kuna vitu vingi vya muhimu ambavyo unavikosa. Aidha unaweza ukataka kitambulisho, ukaanza tena ukaanza kunyanyaswa huku kunyanyaswa na kule. Sometimes hata unapopita airport, mtu anaanza kukuuliza yule immigration mwenyewe anaanza kukuuliza, akiona tu dokumenti yako au passport yako anaanza kukuuliza, wewe unatoka Mogadishu ama unatoka Kismayu ama unatoka Koyama, yani kama anakunyanyapaa vile, something like that, hali ya kuwa anakujua wewe ni Mzanzibari, aidha unatoka Pemba, unatoka Donge, unatoka Nungwi au unatoka Makunduchi. Anajua halisi kwamba wewe ni Mzanzibari, lakini on top of it anaanza kukunyanya paa wewe unatoka Mogadishu au au unatoka Kismayo au unatoka wapi. Hii yote ni kwa sababu tumekikosa kile kitu maalumu ambacho kinatufanya sisi tujivunie nacho, nacho ni aidha ni hadhi maalumu ama ni uraia pacha sasa kwa kukosa kulizungumza swala hilo mbele ya Mheshimiwa Rais, tutaendelea, wataendelea kutunyanyapa, wataendelea kututesa, hali ya kuwa tukija pale kwetu kutaka vitu huduma mbalimbali, tutaendelea tukuteseka vile vile, kwa sababu hatujulikani kama sisi ni ndege, ni popo ama ni ndege, ni Wazanzibari ama ni wageni. Kwa hiyo ndio maana nikasema kwamba swali la kwanza la muhimu sisi ilikuwa tupiganie aidha ni uraia pacha ama ni hadhi maalum. Tukishalipata hilo then masuala mengine yote yataendelea very smooth. Mimi sijaifuatilia exactly zile vilivyomo ndani yake, lakini naamini tu, kila nikiangalia kwa situation yetu ilivyo, naamini kwamba hii hadhi maalum itakuwa ni debe lisilokuwa na kitu ndani yake, yani debe tupu. Unapewa debe tu uende nalo, lakini halina kitu ndani yake. Kama wewe ukitaka kufanya kazi lazima upete kibali, na urasimu tulionao kwetu unaujua ukitaka kupata wherever ingawa walizungumzia pale kuhusu bank account, walilizungumza suala hilo, lakini urasimu lazima utakuwepo. Unajua, unapozungumza ni tofauti na kutenda. Matendo na mazungumzo, vitu viwili tofauti. Unapokwenda pale ukawa face wale kwenye desk, ukawaambia nataka moja mbili tatu, unakutana na vitu tofauti unavyokutana navyo pale, na wao hawawezi kujua hilo kwa sababu wao hawako pale. Kwa hiyo mimi naona tungelipigania aidha ni swala la uraia pacha ama hadhi maalum liendelee, au tujue limefikia wapi, na hilo swala la hadhi maalum tulijue ndani yake kuna nini. Kwa sababu okay, kama mimi nimekuja hapo kama Mzanzibari, utaniambia vipi sasa? Nikitaka kufanya kazi niombe kibali? Kama mimi nimekuja hapo kama Mzanzibari, utaniambia vipi, uwe na hichi na kile na vitu chungu mzima, ambavyo havina tofauti yoyote na mgeni. Sasa kuna faida gani ya mimi kuwa na hadhi maalumu kama kuna facility nyingi tu za muhimu sizipati, hakuna faida yoyote. Ndio maana nikasema lazima tuwe wa kweli juu ya masuala haya, ili kwa ustawi wa jamii, kwa ustawi wa nchi yetu, kwa ustawi wa mambo mengi ambayo tunaweza tukayaleta katika nchi yetu, kuwasaidia ndugu zetu na mambo mbalimbali mbali. Sasa ukiangalia, wao wanaangalia labda upande mmoja tu, wanatuangalia sisi tu as kama watu wazima. Kuna watoto wetu ambao wanakuja, tushaona eh hao watoto ambao watahitaji kwenda kwa wazee wao, wataweza wakaleta, wanaweza wakaleta big changes. Sasa wao wanaangalia tu just upande mmoja tu kwamba ah, ah wazee washazeeka, hawajui hichi hawajui kile. Hawaangalii kwamba sisi tumebeba watoto ambao watataka big changes, ili kuja kuisaidia nchi yao yeah. kwa hiyo mi naona swala la hadhi maalumu ama uraia pacha wengi liangalia kwa upana zaidi, na si kisiasa wengeliangalia kiustawi wa nchi wengeliangalia kiuzalendo zaidi kulikoni kuliangalia swala la uraia pacha ama swala la hadhi maalum kuliangalia kisiasa. Kwa sababu okay, kama mimi ni mwana diaspora why, siwezi kupiga kura? Mimi nimezaliwa na na haki ya kumchagua kiongozi ninayemtaka wai, kwa nini nisipige kura? Kwa nini siwezi kufanya kazi mpaka niombe kibali wakati mimi nimezaliwa hapo? Kuja kwangu mimi huku na kubadilisha uraia ni kunifanya tu mimi niweze kuishi hapa kiurahisi, lakini si kwa sababu siipendi nchi yangu. Nimefanya niliyoyafanya ni kwa sababu niweze kuishi kiurahisi, niweze kupata kazi kiurahisi, niweze kuthaminika, nipate haki kama wenyeji wanavyopata haki, niwe nipate haki sawa na wenyeji, lakini si kwa sababu eti sipendi nchi yangu, kwa sababu sio mzalendo. That is not true. Kwa hiyo mi naona wengeliangalia kwa upana zaidi ili suala la uraia pacha ama suala la hadhi maalum, wasiliangalie kisiasa, waliangalia kiuza lendo. Ya, ni hivyo.